Mtoto mleavyo mm. Asalamu alaykum wa alaykum. Nashukuru sana kwa tafrija hii tumeiandaa chache ya haraka kwa siku hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni Ramadhani za mwisho ambazo tunakuaga, mara nyingi tunaandaa kwa watoto wetu hapa Mabibo, tawi la Mabibo, kwa ajili ya sadaka kwa watoto yatima pamoja na wazee wa chama wastaafu, pamoja na wajane. Lakini kwa leo tumechelewa, lakini si mbaya, tumepata muda karibuni sana. Kwa jina naitwa Shamim Shabani Mfinanga ni katibu wa malezi na mazingira katika tawi letu la Mabibo. Leo ni siku ya kugawa zawadi kama ilivyokuwepo ilivyopangwa, nitasema baadaye zaidi. Hapa naomba nimkaribishe katibu wangu aweze itifaki zingatiwe. Assalamu aleikum, jina langu naitwa Nuru Ubwe, katibu wa wazazi tawi la Mabibo. Kama alivyoongea katibu ema kwamba Mabibo leo tuna jambo letu la kufuturisha. Kwa hiyo tutafuturisha muda si mrefu hapa, tutatoa sadaka kwa kila mmoja wetu ambao wametajwa awali, lakini kwanza nianze na utambulisho hapa naomba nimtambulishe katibu wangu wa tawi tuko naye ambaye anaitwa Zarina Ndege. Karibu katibu. Uchungwa mwana, asante nashukuru kupata nafasi hii. Kwa majina anaitwa Zarina Abdalla Ndege, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mabibo, pia ni mlezi wa jumuiya tatu. Chama cha Mapinduzi kina jumuiya zake hizi tatu, UWT, UVCCM na wazazi. Nipo hapa kuwakilisha wazazi, kama ni mlezi wa, wa jumuiya ya wazazi. Jumuiya ya wazazi wana kawaida yao kila mwaka mwezi wa Ramadhani kutoa sadaka kwa watu mbalimbali mbali. Mwaka jana tulitoa nadhani, ambao ulipota mwaka jana hapa wapo, mwaka huu pia tunatoa sadaka kitu kidogo, tuna chochote kile tutakachopata, wanapokea unasema asante. Kikubwa hatuna lakini kidogo tunacho. Bila kupoteza muda, kwa sababu tuko nje ya muda, tuko kwenye mwezi mtukufu, watu wamefunga, tupo kwa rezma, watu wanataka kwenda kufuturu saa kumi na mbili, muda umeshafika. Ningependa nimkaribishe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa tawi la Mabibo, Muhammad Ali Mbonde aje tufungulie kikao chetu. Karibu sana, ndugu zangu, leo hapa tuna jambo letu na hili jambo sio leo tu, kila mwaka. Jumuiya ya wazazi wanafanya kila mwaka, chama chenyewe kinafanya. Mwaka huu tumewaachia jumuiya ya wazazi wenyewe wafanye. Nataka kumshukuru katibu wa EMMA malezi na mazingira kwa kukumbuka wajibu wake. Wajibu wake aliyofanya ndio anatakiwa afanye, kuangalia mazingira ya watoto, kuangalia wazee wetu kuangalia mama zetu ndio moja ya wajibu wake. Kama jumuiya ya wazazi, mimi kama mwenyekiti wa tawi, hakuna sonifahamu, na sasa kutaja jina hata hapo, akirusha tunajua anazungumza anambonde sisiemu yeah, oye oh, yeah. Kwayo niwaombe sana jumuiya hii ya wazazi, kiokuwepo kidogo, tutahitaji kushukuru, tutahitaji kushikamana na hema wetu shikamana na makatibu na mwenyekiti wetu, lakini bahati mbaya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi amefiwa na mkwewe, hivi leo ameenda Mtwara kuzika, ndio maana hapa hayupo. Lakini sambamba na hayo, baada ya tukishazungumza mwisho mzee Omar Arufan, niseme kabisa utatoa shukurani ya dua kuombea chama chetu, kumwambia Samia Mama Suluhu viongozi, viongozi wote wa serikali na utu, utuombee. Na sisi hapa tunazungumza kwa niaba yake, tuko hapa, utafanya kazi hiyo, na kama yupo mwenzetu wa pili upande wa pili, na yeye vile tutamuomba naye atuombe, tuiombee serikali yetu iwe na amani na utulivu kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 Mama Samia Suluhu apate kula kwa wingi. Samia oye, oye. Baada ya kusema haya kikao nimekifungua uh, tunamshukuru Mungu kukututatisha jioni ya leo kuweza kupata sadaka hii hapa ambayo tumeiandaa tumeweza kupitia kwa wajumbe ambao ni mabalozi kuweza kutuwakilishia watu ambao wenye mahitaji maalum kama vile wajane, wazee, wastaafu wa chama pamoja na mayatima. Kwa kila mjumbe hapa tuna matawi 15, kila mjumbe kila mjumbe wa shina ameweza ma kila mjumbe wa shina ameweza kuleta watu watano watano, ambao tunaweza kuwapa zawadi hizi ambazo ni tumenunua tambi pamoja na tende na sukari na sabuni za kufulia pamoja na mchele ambao tunaweza tukawagawia. Hii ni kama vile tunasema ni Ramadhani Karimu, ni kama sadaka ambayo wanasema kidogo hicho hicho ukikitoa na Mungu naye anaongeza kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo pia kwa ajili ya chama chetu, chama chetu kinajali wanachama wake. Tumekumbuka wazee wastaafu wa chama, wajane pamoja na mayatima, wote hao ni wanachama wetu wa CCM. Tunajaribu kuangalia jinsi gani ya kuweza kusaidiana, vipindi kama hivi vya kutoa sadaka ya kuweza kutusaidia, Mungu aweze kutukufungulia kila kilichokuwa kinapatikana. Kugawana na wenzio ni kidogo, lakini hicho hicho kidogo tumeweza kugawana nao. Tume tunagawa ftari, lakini ftari hii wanaenda kwenda ku, nayo majumbani. Hatujafuturisha hapa, bali zinabebwa kila mtu anaondoka na pasili yake. Kwa hiyo ningependa ku, kuweza ku, kusema iftari hii ni ambayo ni tende, tambi, sukari, mchele pamoja na sabuni za kufulia. Pia na kinachoendelea tutakuwa waliokuwa majumbani. Pia hapa wengine hawajafika, kuna walemavu wa miguu waliokatwa miguu, wengine wameparalaizi, lakini hao wote kuna wawakilishi watawachukulia zawadi hizi kuweza kuwapelekea kila mtu, ili aweze kupata. Hii ni kama sadaka na niftari, ambayo ni Ramadhani karimu. Tunamshukuru Mungu, na pia tunamshukuru mama yetu Samia kwa kuweza ku kutuwezesha. Tunafata nyendo zake mama, mwelekeo wake anaofanya na sisi tunakanyagia umo, umo. Uongozi wake uko vizuri, kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia. Mitano tena! Mama Samia. Mitano, tena. Mama Samia. Mitano tena! Basi napenda hapa niweke utaratibu wa zawadi ambao, tutaanza tutaanza na watoto yatima ambao tukimaliza watoto yatima, tutakuja kwa wazee wastaafu wa chama, tutakuja pia kwa wajane pamoja pia na walemavu ambao wameshindwa kufika hapa, wana ulemavu wa miguu, wengine wamekatwa miguu, wengine wameparalaisi, lakini zawadi zao zitafika. Hii ni Ramadhani karimu, kwa hiyo tunaomba kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu aliotuwezesha, zawadi hizi saa hizi tunataka kufanya mpango wa kuzigawa

lipenda sana sana sana kwanza na kwanza na washukuru sana waandaaji hasa huyu mama Shamim. Kwa kweli mimi namfahamu, sio jambo la mara ya kwanza kufanya jambo kama hili, amefanya mambo mengi, na ninamshukuru sana kwa sababu Mungu ndio anayemwongoza mpaka kufika kwenye hatua hizi kwa akili yake binafsi hasingeweza. Na mfahamu sana, anafanya mambo mengi kwenye ili tawi na ni mtu wetu kweli kweli. Mungu akubariki sana, usiache kufanya jambo hili, isiwe mara ya kwanza, umeshafanya mara ya pili, naomba mara ya tatu, ya nne, ya tano, panapo uhai uweze kufanya hili jambo. Mimi kwa jina naitwa Maria Mpembe, katibu wa WDT labitii tawi la Upogoroni ambaye nimwalikaatakeja hii ya leo katibu Emma, katibu Emma anakualika, lakini kutokana na uwalikali huyu itakuja. Kwa kweli, nimeipenda yuko vizuri ukatibu huyu wa wazazi, ambaye nasema kwa kutoa sada kwa yatima, wajane na wazee wasiojiweza. Kwa kweli Mungu amjalie heri, akumize na matatizo azidi, na, na, na azidishe upendo huu kwa kila mwaka kama alivyoanza. Lakini pia tunatoa shukrani kwa Samia Suluhu Hassan kwa kutuongoza sisi wa wa, wa, wa, wa wa mama na wanachama wote katika Tanzania hii. Tunamwomba amlinde, Mwenyezi Mungu amlinde na nampe afya njema mitano tena. Ichukwe mama yetu Samia Suluhu. Lakini kubwa naii, yani katibu EMMA tunamwombea pia kwa Mwenyezi Mungu, azidi ampe maisha marefu na azidi na zoezi hili, na Mwenyezi Mungu kwenye manyariwa azidi kusonga mbele. Amin, mimi kwa majina naitwa Restituta Abraham, ni katibu wa UVCCM tawi la Mabibo. Nachoweza kukisema juu ya katibu EMMA Shamimu Mfinanga, kwanza nampongeza sana kwa jambo alolifanya pia kwa kitu alichokifanya, sio kila mtu anaweza kukifanya. Wapo wenye pesa, lakini yeye kidogo chake ameweza kugawana na wenzie. Kwa hiyo naomba Mungu amzidishie hapo alipotoa, asiishie hapa. Tunamuomba aendelee kutoa zaidi na zaidi, isiwe tu kwa kipindi hiki tu cha mfungo, bali hata siku zingine kama huwa anavyofanyaga. Ninampongeza sana kwa haya aliyoyafanya leo. Kwanza kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini kwamba katibu wangu waema na malezi na, na malezi ni mpambanaji mwaka hadi mwaka, na anafanya matukio haya, na mwombea Mwenyezi Mungu amzidishie baraka zaidi na aendelee na moyo huu, apige ndani na nje, na imani kwamba kazi hii anapambana vya kutosha. Sio hili tu, hata umoja wa kinamama UWT mpaka wazazi amelifanya jambo zito sana, ya kununua vyerehani mpaka dakika hii, anasubiri walimu waingie mjenguni kuwasaidia kina mama na vijana. Kwa hiyo namwombea aendelee kwa kasi zaidi. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu, namwombea ya mama yangu Samia Suluhu Hassani aendelee mitano tena, apambane. Najua kwamba vita vyake viko vizuri, watu wanamwonea wivu, na sisi tuko nyuma yake kama wasemaji wa chama ndani ya Mabibo, tawi la kata ya Mabibo, tawi la Mabibo, tuko imara. Tuko na Mama Samia popote anapoingia, sisi tuko nyuma yake, mitano tena Mama Samia. Ubungo Media imesikia kuhusiana na swala la verehani, hebu tuambie swala la verehani likoje? Karibu. Asante sana. Verehani kweli nimeweza kutoa verehani kuifanya tafrija fupi ambayo ilifanyika NIT ikihuzuriwa na viongozi wa wilaya, mwenyekiti wetu wa wilaya ya Bungo Sabaya, katibu Kampendeza na viongozi wingine ambayo alihudzulia katika tafrija hiyo, ilifanyika katika ukumbi wa NT. Niliweza kugaa berehani kwa chama, chama ambayo ni tawi letu la Mabibo, na pia kwenye jumuiya yangu. Lakini pia si yangu ya, sio jumuia yetu peke yake ya wazazi, jumuiya zote vijana UWT na wazazi washirikiane ili kuweza kupata mafunzo na kuweza kupata ajira, kwa sababu sasa hivi cherehani, watu zamani walikuwa wanadharau mafundi cherehani, lakini sasa hivi wanaoshika wanaoshika, tuseme, wako katika, katika... katika chati ni mafundi cherehani. Sasa hivi nguo nyingi watu wanashona, ukienda kila sehemu sasa hivi ni maduka ya vitambaa na watu wanashona, wanapata ajira. Kwa, mwa, kwa mwezi fundi charani anwa malezi na mazingira, na pia ni mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha katika wilaya yangu ya Ubungo. Tumemaliza zoezi letu ili la kugawa sadaka ambazo tulikuwa tumezipanga kwa wajani wazee wastaafu wa chama pamoja na wale na mayatima. Tumeweza kumaliza zoezi hili na sasa tunataka kufanya dua ya pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kufanikisha kuweza kumaliza zoezi hili. Tumegawa sadaka na waliokuwa majumbani pia wamepelekewa, ambao wao wamevunjika miguu na wameparalyze wameshindwa kufika hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufanikisha hivi, na mshukuru mwenyekiti mwenye wangu, wangu, wangu wa chama wa pamoja na katibu wangu wa chama na katibu wangu wa wazazi na jumuiya zote kwa ujumla na viongozi wote wajumbe wa mashina ambao wametupa sapoti kubwa, ndio wameweza kutuletea watu hawa, wanajua vizuri maana, wajumbe wa mashina ndio wenye kujua kila kitu katika mitaa. Wamejua wajane, wamejua walemavu, wamejua yatima wote. Yote haya tumeshirikiana na wajumbe wa mashina. Nashukuru sana sana. Kwa hiyo na mkabidhi mwenyekiti wangu. Kabla hujamkabidhi abit... Ni nini na nini ambacho mlichojaliwa kuwagawia tafadhali? Tumeweza kugawa sukari, tumegawa tende, tumegawa tambi, tumegawa sabuni pamoja na mchele. Vitu vyote hivi tumegawa kwa watu takribani zaidi ya hamsini ambao tumeweza kuwapata katika mashina yetu yote kumi na tano tukipata sapoti kutoka kwa wajumbe ambao wametuwezeshia kuwapata watu hawa, na kila mwaka tunafanyaga hivi kuweza kugawa sadaka hizi kwa yatima pamoja na wajani na wastaafu wa chama ambao ni wazee na wengine hawawezi kufika hapa, lakini tumeweza zawadi zao, wamechukua wawakilishi wao kuweza kuwapelekea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hichi hicho alichotupa tumeweza kufanikiwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu pia uongozi wa mama yetu Samia na sisi tunakanyaga nyayo zake na tunamwombea dua, na zawadi hizi zinaambatana pia na dua ya kuiombea nchi yetu. Nchi yetu iko kwenye uchaguzi na kumwombea mama yetu Samia, Mungu amlinde na muongoze vyema na ashinde maradufu. Samia mitano tena! Samia mitano tena! Tunazima zote, tunawasha kijani! Tunazima zote, tunawasha kijani! asanteni sana, tunaomba nimkaribishe mwenyekiti aweze kuongea mawili matatu. Sana, jumuia ya wazazi ni wajibu wao, malezi, elimu na mazingira, kwa kuweka rekodi zao. Hii ni moja rekodi ni wazazi kila mwaka wanafanya hivyo. Ninawashukuru sana na kushigia jumuiya zote za chama za mapinduzi, tawi la Mabibo, viongozi wote, wazee, akina mama, vijana ambao wako hapa, japokuwa kichache ndio aliojaliwa Mfinanga Shamim. Mfinanga ni katibu wa malezi, amekumbuka wajibu wake, aendelee. Lakini la pili, tuiombee serikali yetu, akiongoza Mama Samia Suluhu, iwe amani pamoja na serikali yake, utulivu uwepo na uchaguzi huu unaokuja, asante sana 2025. Sasa tumefanya maombi aribisha shehe aweze kuiombea nchi yetu pamoja na kumwombea rais wetu mama Samia Suluhu Hassani, pamoja na viongozi wote ambao wakimsaidia mama, na kuomba uchaguzi mkuu uende kwa amani, uwe kwa salama na CCM ishinde kwa kishindo. Tunaomba dua zote, na tunamkaribisha shehe apige dua, hilo liende kwa mama moja kwa moja. Tunazima zote, tunawasha kijani. Karibu sana shehe. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha leo kukutana hapa na kupata riziki hii ambayo mama amejitaji kutuwezesha sisi zisi hiwaja. Tunamwambia Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia hawa walijiteji kufanya riziki hii watu waipate, na sisi tunafutulishwa leo. Tunashukuru alhamdulillah, tunamwambia Mwenyezi Mungu mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa msimamo wake aliyekuwa nao na kutuwezesha sisi waja wake tuliyokuwa nyuma yake kuweza kumuunga mkono kuweza kumuombea sana. Mwenyezi Mungu azidi kumjalia na azidi kumuongoza azidi kumpa akili nyingi na mawazo mengi ili aweze kutuongoza si ndugu zake na vijana wake na wazazi wake. Na sisi tunasema na sisi tuliyokuwa nyuma yake tuzidi kumuombea dua nyingi sana na sisi Mwenye Mungu atujalie tuwe na imani ya kuweza kumuongoza yeye kiongozi wetu, kumwombea yedu dua